Naitwa Abdullahi Muina nasoma shule msingi, azuri, ya Msingi Bushiri. Walimu wetu ni wazuri, wanatufundisha vizuri, tunashukuru sana na wanafunzi ambao wapo nyumbani tunawaambia waje shuleni, sasa hivi mazingira ni safi na salama. Kwa majina naitwa Najati Jabiri, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Boza. Wale, Nipo hapa kwa ajili ya kuelezea mafanikio ya mradi wa shule bora. Kama mimi ni mwalimu mahiri wa somo la Kiingereza, tumepewa mafunzo na kupewa mbinu mbalimbali kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi ili wawe wawe na umahiri wa kujua somo la Kiingereza na somo la laki hisabati, lakini hii yote imewezeshwa na shule bora ia Mruma, nafundisha darasa la kwanza shule ya msingi Pangani. Mwanzo alikuwa sielewi namna kufundisha hesabu, kuandika na kuhesabu, lakini kwa kupitia semina nimepata mbinu mbalimbali na njia shirikishi mbali mbalimbali za kumsaidia kumwezesha mtoto aweze kuandika, kuhesabu na kusoma. Kwa majina, naitwa Rema Selemani Shirukindo, ni mwanafunzi wa shule ya msingi Pangani. Mazingira tunayofundishwa shule ya msingi Pangani ni mazuri sana kwa hiyo, na na washauri ambao wapo nyumbani ambao hawaji shule waje shule ili kutimiza ndoto zao wa ambazo wamejiwekea. Naitwa Charles Edward Fusi mkurugenzi mtendaji wa, wa halmashauri ya Pangani, nipende kuchukua nafasi hii kushukuru mdawa shule bora ambao umeweza kutupatia takribani milioni mia moja hamsini ambazo hizo fedha zimesaidia sana katika kutoa mafunzo na stadi za ufundishaji wa kisasa kwa walimu wetu wa kwa viwango mbalimbali.